Wagwan, wagwan wagwan, karibu kwenye chaneli yetu ya Mafioso. Hapa utaweza kupata habari zote za kimichezo na pia odds mia kila weekend. Usisahau kusubscribe na kucomment kwenye chaneli yetu. Simba sport Club kimataifa tena baada ya kupoteza mchezo wa kwanza kwenye hatua ya makundi club bingwa dhidi ya Petro Atletico, sasa Simba sport Club yupo mjini Mali yani hapa Stade Malien kutokea Mali against the Simba Sport Club Tanzania. Simba Sport Club imesafiri na watu 50, wa wachezaji benchi la ufundi na staffs, na hawa ndo wachezaji ambao wameweza kusafiri na timu hapa. Tunamzungumzia Yakub Suleiman, Hossein Abel, Shomari Kapombe, David Kameta, Anthony Mrigo, Karabua, Rushen, De Rock, Wilson Nangu, Kagoma, Alson Kante, Nabi Kamara, Noe Maema, Morris Abraham, Ahwa Semfuko, Chasambi, Mpanzo, Mtale, Mukwara, Suleimani Mwalimu na Jonathan Soa, na hicho ndio kikosi cha Simba Sports Club ambacho kitaenda kupambana na Stade Malien nchini Mali, ambaye Stade Malien alifanikiwa kutoa draw ya 0-0 dhidi ya kigogo wa Afrika Esperance de Tunis kwenye mchezo wa kwanza hatua ya makundi klub bingwa. Stade Malien kwenye mashindano ya ndani amefanikiwa kubeba ubingwa wa ligi kuu nchini Mali mara 27, na mpaka sasa yeye ndo bingwa mtetezi wa kombe hilo, kwa kumaanisha kwamba msimu wa 2024-2025 yeye ndo alikuwa bingwa wa ligi kuu nchini Mali. Stade Malien kimataifa hapa anamaanisha kwenye mashindano ya CAF, CAF Champions League na CAF Confederation Cup. Stade Malien yupo CAF ranking namba 27 kwa kumaanisha ni klabu ya 27 kwa ubora barani Afrika lakini mafanikio yake makubwa kwenye mashindano haya ya CAF ni msimu wa 2008-2009 alifanikiwa kuwa bingwa wa mashindano ya Simba Sport Club, mchezo wake wa kwanza dhidi ya Petro Atletico kwenye hatua ya makundi klabu bingwa alipoteza akiwa nyumbani, na sasa mnyama mkali yupo nchini Mali. Swali ni moja tu, je, atatoboa? Majibu anayo Matola. Baada ya kikosi kufika nchini Mali, Matola alizungumza, tumsikilize. Tumefika salama lakini, safari ilikuwa rahisi, safari ilikuwa ni ndefu sana kwa sababu Tukiangalia, kutoka Dar es Salaam hadi Ethiopia, Ethiopia paka, paka Mali ni umbali mrefu sana, lakini tunashukuru Mungu tumeweza kufika salama kabisa, na tumekuta hali ya hewa ya hapa ni kama hali ya hewa ya nyumbani, kwa hiyo kwetu sisi imekuwa ni nafuka kwa kweli. Ya, ni kweli kama walivyosema, tulipocheza mechi ya kwanza hakuna mtu ambaye anafikiri alifurahi na mechi ile, lakini hii ni ligi, tuna nafasi ya kuweza kujiuliza. Kwa hiyo hakuna, hakuna sore katika mchezo wa kesho kutwa dudai, lazima tutakisha tunapata alama tatu katika mchezo wa kesho kutwa na, kiukweli na maandalizi yamekuwa vizuri, hata wachezaji waweza kumia sana na, na matokeo ya mechi iliyopita na wote wamekuwa wamefocus na kila mtu ametoa jicho katika mchezo wakishikuta, ukisha unapata alama tatu. Unjue, mwalimu siku zote huwa anaumia sana kama timu inakuwa itengeneze nafasi, lakini kama timu inatengeneza nafasi, kiukweli imekuwa ni kazi nzuri sana inayofanyika. Kwa hiyo kikubwa ni kugeuza nafasi zile kuweza kuwa magoli. Kwa hiyo nafikiri tumeweza kufanya kikao na wachezaji tumeweza Eh, kufanya mazoezi kuhakikisha nafasi zikipatikana kama zile basi ziweze kugeuzwa na kuwa magoli, kwa kiasi kwamba kama nafasi zile zilizopita tungeweza kuzigeuza kwa magoli. Lakini ndio mpira, ndio mpira, kwa hiyo tunafokasi na katika. Yeah, mara baada ya kumaliza mchezo wetu wa kwanza dhidi eh, ya Petro Atletico eh, sasa tunaingia katika mchezo wetu wa pili wa hatua ya makundi ya Ligi ya Mabingwa Afrika na kikosi chetu kinataraji kusafiri eh, kesho alfajiri, kwa maana ya alhamis alfajiri. Kwa mantikio ni kwamba e, usiku wa leo jumatano kuamkia alhamis alfajiri, ambayo itakuwa ni safari ya kutoka Dar es Salaam kwenda mpaka Addis Ababa Ethiopia, baadaye tatoka Ethiopia kuelekea moja kwa moja Bamako Mali kwa ajili ya mchezo wetu. Safari ya takriban masaa nane mpaka tisa hivi ya kutoka Tanzania kufika mpaka Mali, tutaondoka na wachezaji ishirini na wawili pamoja na benchi la ufundi na viongozi wengine kadha wa kadha. Na kwa nini ishirini na mbili, eh? wapo wachezaji takriban saba wanabaki, ukitoa wawili ambaye ni majeruhi Hamza, pamoja na Musa Kamara, wanabaki wengine hapo ambao wanabaki kwa sababu za kiufundi za mwalimu. Mara nyingi huwa tukisafiri, hatusafiri wachezaji wote thelathini tunasafiri na wachezaji ishirini na wawili, lazima kuna kundi la wachezaji linabaki kwa sababu za kiufundi za mwalimu.